Aina ya mwisho ya maji haya ndio ambayo hayafai. Sasa anasema, almau tahiru ghaira mutahiri thalathatu anwari, maji safi lakini hayawezi kusafisha kitu kingine. Anasema haya maji yana aina kati, maji ni safi lakini hayawezi kusafisha kitu kingine, yaani maji haya huwezi kuyatumia kwenye kutawadha maji haya huwezi kutumia kwenye kukoga janaba au hedi, huwezi kuyatumia. Shekhe anasema aina ya kwanza ya maji hayo ambayo ni safi lakini huwezi kuyatumia, anasema almaul qalilu almustamalu, ni maji machache ambayo yameshakwisha tumika, ni rafu hadathi au izalati najasi, yametumika katika kutawadha au kuondoa najisi. Maji machache, lakini hayo maji mtu kayatumia katika kutawadha au kuondosha najisi, haya maji yenyewe ni safi lakini hauruhusiwi kuyatumia. Si tumeelewana? Maji machache ambayo yametumika katika kutawadha au kuondosha najisi, sharti yawe machache sharti yawe machache. Yakiwa mengi hayadhuru, sawa? Yakiwa mengi hayadhuru. Si watu wanaruhusiwa kutawaza kwenye kulateni, eh? Kulateni ile kubwa, unaruhusiwa kuingiza mikono mle, ukatawaza, ukatawaza, ukatawaza, ukatawaza, ukata, ukata, ukata, ukamaliza, ukaenda zaka. Lakini kwa sababu ni mengi, yana, yanaendelea kutumika tu. Sharti yawe maji machache ambayo yametumika kwenye kutawadha au kuondosha najisi, haya yenyewe yatakuwa masafi, lakini hayaruhusiwi tena kutumika katika kutawadha tena au kuondosha najisi. Sawa, so, haya moja hiyo. Mbili, anasema almahu almustakhraju min nabati alardh maji yoyote ambayo yatakayokuwa yametoka. Nimeruka, sijamaliza ya, nilikuwa sijamaliza imao kasiri eh? ahi Anasema moja, almau lmutaghayiru kathiran bimukhalathatintahiri, eh, ni maji mengi lakini yaliyobadilika kwa kuchanganyika na kitu tahi. Maji almau al-mutaghayyiru al kathiran, ni maji yaliyobadilika sana. Bimukhalathatintahiri, kwa kukutana na kitu tahi kwa kuchanganyika na kitu twahii, yastaghni anhu lmau. So, sawa, maji yanajitosheleza na hicho kitu. Walam yakun mujawiran lahu, lakini sio jirani, sio jirani ya maji hicho kitu. Kasukari, kama vile sukari wa asali, na asali, maji yakiwa yamechanganyika Sukari ni kitu twahi na asali ni kitu twahi, lakini yale maji yakawa yamebeba asali nyingi sana au sukari nyingi sana, haya maji yanakuwa hayafai kujitwaharishia. Sawa, ni hivyo hivyo maji yamechanganyika na unga, unga mwingi. Unga ni twahi hayafai kujitoharisha. Si tumeelewa? maji yamechanganyika na simenti, simenti sio najisi, simenti ni twahara. Sa umekuta fundi kakoroga simenti, iko rojorojo, ukasema mimi sina maji ya kutawadha, ukasema natawadha na haya maji ya simenti, hairuhusiwi kwa sababu almau istaghana, maji yamejitosha na hicho kitu kiasi kwamba huwezi kuyaita tena maji. Sisi tunaelewa au maji yamechanganyika na majani ya, ya chai yakawa chai yakawa ehe, yakawa chai iarana, sawa. Maji yametoka kwenye jina lake, sasa yamekuwa yanaitwa chai, lakini yamechanganyika na kitu twahi, lakini kile kitu kimechanganyika na maji kiasi kwamba maji sasa hayaiki maji tena, si tumeelewa. Wala yakun mujawiran lahu, sio kitu kiko jirani na maji ah, kimechanganyika na maji kasukari, kama vile sukari wa asali na asali. Sasa haya maji yanakuwa hayaruhusiwi kutumika katika kuoga wala kutawaza, sawa. Haya, namba mbili, almau lkalilu almustamal ni maji machache yaliyokwisha tumika lirafi hadathi, sawa, kutawadha au izalati najasi au kuondoa najisi, maji machache tu. Sasa haya madhali ni machache, hayaruhusiwi kutumika tena. Namba tatu, almau lmustakhraju min nabati laud ni maji yaliyotokana na mimea ya ardhi, sawa biasri au tabkhi, kwa kukamua hiyo mimea au kuipika ikatoa maji. Maji yoyote yale yatakayokuwa yamekamuliwa au yanatokana na mmea wa ardhi, hayaruhusiwi kutumia katika kutawadha wala kuondosha janaba au kuondosha najisi katika madhehebu ya Imamu Shafi na nafkini jamhuri ya wanazuoni kasoro Imamu Abu Hanifa. Imamu Abu Hanifa yeye anasema madhali yanaitwa maji, hata ukikamua ya mua utatawadha, ya dafu utatawadha, sikasema yanaitwa maji Hey, madhali naitwa maji anasema wewe utatawadha tu. Wenzake akasema hapana, maji yanayokusudia hapo ni maji mutlaq. Eh, ni maji mutlaq, sio mutlaq alma. Ni ma'u al-mutlaq. Ni maji halisi, maji halisi, sawa? So? Kwa hiyo shekhe anasema maji yoyote yaliyokamuliwa kutoka katika mmea unaotokana na ardhi sawa, au kitu hicho kikapikwa kikatoa maji sawa, anasema iruhusiwe kuyatumia au nahwi hii au, nahwi hii au mfano wa maji kama hayo, kama iwardi, kama maji ya mauwaridi. Sawa, yanauzwa hata madukani, wama inarji na maji ya madafu, Shekhe anasema hayaruhusiwi kutumia eh. Kwa hiyo maji yoyote yatakayokamuliwa kutoka kwenye mmea au tunda hayataruhusiwa kutumia kutawadha wala kukoga sawa. So, lakini tumesema yanaweza yakatumika katika kuondosha najisi, kwa sababu kuondosha najisi, hakuna sharti ya kuondosha najisi kwa maji kitu chochote kinachoweza kuondosha najisi, kikatoa ainu najasa, kikatoa ile najisi yenyewe isionekane kwa macho. Najisi ikiondoka, kama haionekani kwa macho, basi najisi imeondoka, hata kama ukutumia maji eh. Kama umekanyaga kinyesi ukachukua bunzi ukatoa ainu najasa ikaondoka au umechukua tishu ukajifuta ainu najasa ikaondoka basi ushakuwa twahara. Saa kwa, Sa, kwa namna hiyo, hata maji ya dafu unaweza uka ukaondosha najisi. Una maji ya dafu na mtoto kakukojolea hapo mguuni, unaweza ukajimwagia maji ya dafu kwa sababu kinachotakiwa ni ainu najasa kuondoka, ile najisi kuondoka, kama vile ambavyo najisi ikikaushwa na jua hukumu yake inaondoka. Ikiwa najisi ya ardhi, na mtu kama kakojoa sehemu, jua likaja likawaka pale mpaka paka kauka pakakauka, najisi ishaenda sana. Najisi, najisi inafanya nini? eh inaondoka. Lakini kama bado pabichi, najisi bado ipo. Ukitaka kuswali area hiyo, uchukue chepe ile uchote ile ardhi yote utupe pembeni, ndio uendelee na na ibada zangu, lakini likija jua likakausha kabisa maji sinafanya nini? Imeenda zake. Kwa hiyo maji ya dafu, maji ya miwa na maji yoyote atakayekamuliwa kutoka kwenye mimea yenyewe ni safi, lakini hayaruhusiwi kusafisha kitu kitu kingine. Sawa, so, maji namba tatu ambayo hayaruhusiwi vilevile ti almau almutanajisu ni maji yaliyoingia najisi. Maji yaliyoingia najisi, haya yote tumezungumza huko nyuma, tukusema maji yaliyoingia najisi, hasa maji yaliyoingia najisi namba tatu ambayo hayafai kutumika. Anasema almau almutanajisu ni maji yaliyoingia najisi, na anasema nauani, haya maji yamegawanyika mara namna ya kwanza, ma wakati fihi najasatu ghayarati ahada ausafihi qalilan kana au kathira, sawa so? ma wakati fihi najasatu ni maji so? ambayo najisi imeangukia katika yale maji sawa. Ghayarati ahada ausafihi, hiyo najisi imebadilisha moja ya sifa ya maji sawa, so? qalila kana au kathira, hayo maji yawe mengi au machache, madhali sifa ya maji imebadilika kwa sababu ya hiyo najisi, hayo maji yatakuwa hayafai kutumika, yawe mengi au machache. Sisi tumeelewana, maji yoyote ambayo yameangikiwa na najisi ile najisi ikabadilisha moja ya sifa ya maji, ima harufu au rangi au ladha, mmojawapo kikabadilika, ni sawasawa maji hayo yawe, yawe mengi au machache, hayo maji yanakuwa hayafai tena kutumika, kwa sababu yana ya najisi, yaani najisi mpaka imefika kwenye maji ikabadilisha sifa ya maji. Maanake hiyo najisi ni nyingi, hiyo najisi ni nyingi. Kwa hiyo maji haya hayatumiki. Mbili, anasema almaul qalilu, maji machache, idha wakati fihi najasatu, ikiangukia najisi ndani ya maji hayo sawa, wa in lam tughayyiru ahada au swafihi, hata kama sifa zake hazikubadilika maadhali ni machache na najisi imeangukia. Shehe anasema hata kama yakubadilika moja ya, ya sifa zake, maadhali ni machache na wewe unayakini haya maji yameangukia najisi, yanakuwa tena hayawezi kufanya nini? Kutumika, sawa. Wewe umeweka maji kwenye jagi, unataka utawadhi kwenye jagi au umeweka maji kwenye ndoo unataka ukaoge. Sawa, kaja mwanao wa kiume mdogo mdogo, mkojo umembana mbana, <laughs> unakakojoa ke kwenye yale kwenye yale maji sawa. Lakini ukiangalia yale maji hayajabadilika rangi, hayajabadilika ladha, haya kubeba harufu ya mkojo lakini maadhalini machache hayaruhusi kufanya nini. almau lqalilu, maji machache, idha wakati fihi najasatu, yakiangukiwa na najisi hayo maji, wain lamtughayir ahada au swafi, hata kama sifa ya maji hata moja haikubadilika, lakini maadhalini machache hayafai tena kufanya nini? Ha, hayafai tena kutumika katika kutawadha wala kukonga wala kuondosha najisi. Tumeelewana jamani? Kuna mushkeli tena hapo kwenye maji hakuna? ha, ha, mushkeli. Kwa hiyo shekhe ametupa sifa kuu tatu za maji. Kuna maji twahi mutwahi, haya ni maji halisi, hayakuchanganyika na kitu chochote Sawa, haya ni piwa nambari moja. Alafu kuna maji twahir lakini taghayara au swafu huu. Kuna maji ni safi lakini yame sifa za yale maji, imechanganyika imeondoka sawa lakini ni safi. Akaleta mfano maji yanaweza yakabadilika yaka kwa mambo matano kukaa sana, sawa, yakabadilika sehemu ile yaliyokaa au sehemu yaliyopitia sawa, au yakabadilika kutokana na majani yaliyoangukia mle, au yakabadilika kutokana na harufu ya mzoga ambao uko pembeni, lakini maji yakabeba ile harufu ya yule mzoga. Yote hii ni kubadilika, lakini kubadilika huku hakunyang'anyi utwahara wa yale maji. Kwa hiyo yale maji yataendelea kufanya nini? Yataendelea kutumika, hayana hitizo. Kisha akaja kuzungumzia maji ambayo yenyewe ni safi lakini hayaruhusii sasa hayo kutumika, nayo akaagaa katika sehemu tatu. Sisi tumeelewa eh, sehemu tatu. Sehemu ya kwanza akasema ni maji mengi lakini yamechanganyikana na kitu safi sawa, lakini hicho kitu kilichochanganyika katika hayo maji kimeyachanganya maji kiasi kwamba kimebeba ile sifa ya maji kimepewa hicho kitu sawa, eh, hey. umeweka majani ya chai kwenye maji, sio maji tena, yanaitwa chai sawa, eh, hey. lakini tofauti na maji yaliyobadilika ya kwa kutoka mawinguni yakapita kwenye yakapita kwenye nyumba yakabeba rangi ya arangia, makuti ni tofauti si vitu, mnaelewa? Lakini vile vile maji machache yaliyotumika kutawadha au kukoga machache hayaruhusiwi tena kutumika, sawa? So, vile vile tatu, maji ambayo yamekamuliwa kutoka kwenye mimea hayaruhusiwi nayo kutumika lakini aina ya tatu ni maji ambayo yana najisi. Na maji yenye najisi shehe ameyagawa sehemu mbili, sehemu ya senbi, kwanza ni maji yaliyoingia najisi ya najisi mengi, lakini yakabadilisha moja ya sifa ya maji. Najisi imeingia ima, ikabadilisha harufu au rangi au ladha. Najisi ndio iliyobadilisha, sawa sio kukaa ndio kulikobadilisha. Ikiwa yanabadilika kwa kukaa, yataendelea kutumika, lakini najisi imeingia, najisi ile ndio ikabadilisha sifa ya maji haya, maji hayo haendelea kutumika. Na maji ya aina ya pili ni maji machache ambayo yameangukiwa na najisi, kwa sababu ni chache hayo maji yabadilike rangi au harufu au sifa au yasibadilike, madhara ni machache na najisi imeingia haya maji hayaruhusiwe tena kutumika. Tumeelewana jamani, eh? Kwa hiyo huo ni mgawanyo wa maji yanayofaa na yasiyo na yasiyofaa.